Mtaji wa siasa ni watu, mtaji wa siasa si pesa, kwa sababu hapa katikati tumeharibu mambo, tumefanya chama chetu kitegemee pesa. Yaani, mtu anapimwa sifa zake kwa pesa. tena anatoka huko labda amefanya machimbo yake yakakubali, hajui chama hiki, hajui maendeleo. Anauliza, wako wangapi? Anasema wako mia saba laki e, moja kji takuwa ngapi? <laughs> anasema milioni sabini. Aai, ah, inatosha. Maana atakuwa amepata milioni mia na chini. Bila bada, tuwataka wagombea watakaoteuliwa na chama hiki wawe ni watu wanaokubaliwa na watu. Tunasisitiza kwamba chama chetu lazima mtaji wake uwe watu na lazima tuwe na chama ambacho kinazingatia maadili ya, ya, ya, ya tuliojiwekea. Chama ambacho hakina maadili ni mkusanyiko tu wa watu. Chama lazima kiwe kina kanuni na kanuni zile zinatekelezeka na heshima ya chama chetu itaendelea kubwa mbele ya watu wengine wasiokuwa wanachama, wakiona wagombea wetu wanapatikana kwa haki. Mi ndio makamu mwenyekiti, kazi yangu kusimamia maadili. Kwa tunajua walioanza na mpango huu unawatia tia mashaka kidogo, wabunge. Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ndani ya mkoa wetu wa Tabora. Nakuambia haya kwa sababu nafahamu Nimezaliwa hapa nimekulia hapa. Maendeleo ya Tabora ni makubwa sana kweiookamaraisi hatuna kingine cha kufanya zaidi ya kuhakikisha Samia Suluhu Hassan anavunja rekodi ya kura nyingi za CCM kuanzia chama hicho kilipoingia madarakani. Tukuhakikishie tutafanya kazi chini ya mwenyekiti wetu wa CCM mkoa, kuhakikisha Mama Samia Suluhu anapata kura nyingi za heshima.